Mongella ametoa agizo hilo wakati akipokea madawati 30 yaliyotolewa na shirika la Umoja wa Machinga mkoa wa Mwanza Shiuma, kwa lengo la kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli katika kumaliza uhaba madawati nchini baada ya machinga hao kuguswa na kilio cha wanafunzi wa shule za msingi na sekondari mkoani Mwanza cha kusoma wakiwa wamekaa chini. litakuwa alijatolewa basi, mi nawaahidi ntalitoani kwa mikono yangu, manake mi napenda watu wangu wajiji wasio wanahangaika hangaika wanachafuka chafuka, chafuka. Tazoa kwa niaba yao mi ntakuja Jumatano saa e, 10 Eh, mtakuja na buti zangu. Na na wa katibu msaidizi wa Shiuma Yohana Chacha amesema pamoja na changamoto zinazowakabili wamachinga, ikiwemo uhaba maeneo ya kufanyia biashara, ukosefu wa mitaji na elimu ya ujasiriamali, bado wameamua kuchangia sekta ya elimu, kwa kila kizimba kuchangia shilingi elfu kumi na nne kwa ajili ya kuchonga madawati hayo yatakayepelekwa ya katika shule ya msingi Nyanshana Nasi pia tuna kila sababu ya kuunga mkono jitihada za rais wa awamu ya tano katika kutokomeza uhaba wa madawati nchini, na kwamba tumeamua kwa vitendo kushirikiana na uongozi wa mkoa na wadau wengine kuchangia nguvu nguvu zetu kwa hali na mali ili kufanikisha dhamira ya serikali ya awamu ya tano kutatua kero ya uhaba wa madawati nchini. Vigezo tulivyotumia ni kuangalia upungufu wa madawati yaliyoko. Malengo ni kupeleka katika wilaya ya Nyamagana. Sio kupeleka ili kuangalia shule. Shule kweli ni nyingi ambazo zina upungufu. Lakini tumeangalia nyashana napo lina mpungufu dawati 236. Sasa tukitoa 236 tukipeleka zile 30 zinabaki 206. Ina maana kwamba 206 tumetoa upungufu pale dawati 30 zinakuwa ni watoto ngapi? bila dawati nakaa watoto wawili nama tumisaidia watoto sitini. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza mimi ni Mabere Makubi wa ITV.